Habari, Metro media TV, karibuni sana katika tv yetu online, na asubuhi saa mbili na robo nipo zangu Kariakoo, nimepita hapa maskani fulani, kijiwe fulani cha kahawa nipate kahawa, lakini nimeona so kesi so deni, tupige story kidogo kuhusiana na mambo ya mpira, lakini ligi yetu ya ndani, vile ambayo tunatakiwa tuidiskasi, tujue, tuichambue. Uh, zimechezwa mechi, zime mechi mbili hapa juzi Simba akicheza na, na Mungo lakini Yanga akiwa amecheza na Bea City na, na, na, na yeah. Matokeo tumeyaona, so tumekaa kwenye meza hii basi, tujadili jamani tuchambue mpira au unasemaje tuchambue mpira mechi zote mbili kwa nafasi tofauti kwenye mawazo, maoni aseme eh, timu zetu zinaenda wapi zinaweza zikaikabili mashindano ya kimataifa au ndo tusubiri tena mpaka mwakani. Mimi mike nimeweka chini hapo, mwene lolote aseme. Tunaanza na nani? Tunaanza na Simba? Tunaanza na Yanga? <laughs> <laughs> E, chukua mike hapo, kwa heshima, kwa heshima. <laughs> <laughs> <laughs> Mimi naitwa yeah. yeah. Dunia Rashid Kaparale hapa yeah. ni maeneo ya gerezani kijua kikuu cha kahawa. yeah. hii ni Nyamwezi na Lindi, Nyamwezi na Lindi. Yeah. Yeah. kwa wadau wa soka yeah. yeah. kutokana na takriban na, takriba na mechi zetu zilizochezwa awali yeah. yeah. ambayo ni Mbeya City na Yanga, Simba na Namongo yeah. tunaanza kwanza na Mbeya City <laughs> Mbeya City akiwa nyumbani yeah. uwanja wa Sokoine kwa kweli aliutendea haki uwanja wa Sokoine E, na kuonesha kwamba kutokana na Yanga na ukubwa wa Yanga e, angalau hata sare ilikuwa inamtosha, kutokana na uwezo wa Mbeya City, timu ndogo alikuwa, alikuwa asife <laughs> alikuwa asife Mbeya City alikuwa <laughs> nyumbani nani, Yanga alikuwa afe, tunajua e, e. tena Sio aanediara asante, e, asante, ah, so asante, asante refa. Ilikuwa penati <laughs> maanake baka alikuwa isha lala eh, anamtafuta diara diara akashika eneo la siri alafu akaupapua kwa mkono ungini. kwa hiyo eh, pale ilikuwa ni penati, ila kutokana na ule mwamuzi alikuwa mbali, hatuwezi eh, kumlaumu mwamuzi mm, ila bea site mwenyewe mchezaji yule alitakiwa iombe penati, aanguke ah, ile aisababishe aipe faida timu yake ipate matokeo, ila kutokana na udogo wa yule mchezaji akuweza kufanya hivyo. Pale ulikuwa kina Morrison wakina Luis pale, walikuwa wanakwenda chini mtu wa mwisho kaguswa, ina maana ile ni weka tuzetu penati. Okay, eh, kutokana na hivyo na udogo wa Mbeya City siwezi kuwalaumu sana, lakini ndio mpira wetu na ndio udogo wa vilabu vyetu vidogo kama hivyo. Mbeya City ni klabu kidogo, Yanga ni klabu kikubwa kwa sababu inachukua wachezaji wenye talent kubwa, inachukua wachezaji wametoka kwenye shule za mipira, wanakuja kuchezea klabu ya Yanga, wanapokuja huko, wanakuja kutafuta majina yao kwa yeah. hiyo sasa, tumedekeza sisi yeah. kuwazoeza wachezaji wa ndani kutokana na walivyofanya vizuri nyuma, mwisho wa siku hawatupi kitu tunachokihitaji sisi waangaliaji. Mfano ba, baka, unaona ile yeah ile motion yeah, ilikuwa ya Baka ile ilikuwa Baka alioachwa alikwenda chini yeah, tuna msifu mchezaji aliyekwenda na ule mpira katika mikimbio yeah, baada ya kumwadaa Baka kama anakwenda kulia akarudi kushoto kuja kumtafuta Diara mm. Kwa hiyo Baka alikwenda chini, sasa hapo ndipo mabeki waangalie kwamba hii mechi tumeicheza, tumecheza, tumecheza sisi kama mabeki tumefanya makosa mengi moja moja, kwa... kati ya vitu ambavyo vilizungumziwa vili malalamiko ni kiwanja, uwanja ulikuwa sio rafiki rafiki kwa rafiki. wenzetu wamesema wenzetu. Kiwanja kilikuwa sio rafiki, Yanga wenyewe walisema kiwanja kilikuwa sio rafiki. Lakini pia kingine wanachosema, pamoja na kupata matokeo, lakini timu sio timu ile iliyokuwepo msimu ulioisha haipo kwenye ubora ule eh, we, hilo unaona ni sawa au hapana? Unajua bado mapema, maingizo ni mapya eh. Na kama maingizo ni mapya wengi hawajazoea kwenda kucheza viwanja kama vile eh. Hilo kweli mimi naweza kuungana nao mkono kwenye uwanja, kone uwanja. Eh. Eh, nyasi zile tofauti na nyasi za Mkapa tofauti na nyasi bandia eh ni kwamba wachezaji wengi walizoea nyasi ambayo viwanja vilivyokuwa viko eh, kambi eh, kimeteleza. sasa leo hmm. wanakwenda kule Mbeya City eh. wanakwenda kucheza na la, nyasi ngine fupi ngine au Lake Tanganyika Kigoma lazima mchezaji kwa kuwa ndio mara yake ya kwanza kwenda kucheza aweze kuperform asilimia mia moja. okay eh, hilo mimi naungana nao mkono wadau viwanja hivi kabla kabla hata ya ya ya, ya, ya, ya, ya, ya, ligi kuanza zote zinaelezewa zina, zina kuhusu viwanja kwamba viwanja vinavyotumika ni hivi na hivi na hivi, na unao uwezo wa kuvithibitisha kama umelizika navyo viwanja kutokana. Nakumbuka Mama Samia alipoingia madarakani baada ya John Pombe Makufuli kufariki, alitoa maelekezo kwa TRA kwamba viwanja nani walioleta nyasi bandia kwa ajili ya kuboresha soka eh, na kuweka miundombinu ya uwanja wasilipe bandarini, iwe bure lakini bado mpaka sasa hivi takriban miaka mitatu minne imepita. Ina maana kulitakiwa kulihitaji wadau wengi waje watengeneze miundombinu ya wa viwanja ili kwa kuboresha soka letu la Kitanzania. Kama hivi nimeona jana, nimemwona Nabi yuko Dodoma, Nabi alikuwa Dodoma kwenda kutengeneza mazingira, kutengeneza akademi Dodoma kule, na mtu mmoja anaitwa nani sijui, nimemsahau jina lake, ndio alikuwa kule jana. Nabi ameenda kumgawia na jezi mbili za Kaiza Chifu ya bluu na njano nimeona kwenye taarifa ya habari ya Azam ukiwa nyumbani. Kwa hiyo ile moja ya chachu, tungepata wadau kama zaidi ya ishirini katika nchi hii Tanzania, kwa sababu Tanzania ni kubwa, tungekuwa lakini, kwa sababu tulishachelewa sisi, tulihitaji wakati wanaitoka wale vijana wa Serengeti wale wa Kokakola walioenda kuchukua kombe, wale vijana wangeendelezwa na vijana wengine kwa kweli tungekuwa tuko mbali sana kisoka Tanzania sasa. Wala si tungekuwa na haja ya kwenda kusajili sajili sana wachezaji wa ovyo ovyo tusiwajua wa, wa, wa, waziri wa fedha eh, aliiomba ali eh, Yanga eh, nimewaletea mchezaji kwa kuboresha soka letu eh, kwa, kwa gharama ya bilioni eh, bilioni kumi. Naombeni bilioni hii moja mumchukue soa Yanga, walikosa hiyo hela kumpa <laughs> baada ya siku tatu wanasema Yanga wa wa kwenye akaunti yao klabu ya Yanga inasoma bilioni mia moja. Sasa tutakupa mic, tutakupa mic, tutakupa ina thamani ya bilioni moja, ina thamani, ngoja ina thamani, ina thamani ya bilioni moja, thamani ya bilioni mia moja. Sa, aa, nimefuta, Sipa, ee. Nimefuta kaudi thamani bili ya bilioni 100. Klabu ya Yanga ina thamani ya bilioni 100. Ila sasa na na kwa watu wasiosoma cuba wanashindwa kuelewa kwa sababu ukisema thamani bili bili ya bilioni mia moja wakati maguru chemba miguru chemba anaiomba bilioni moja ilishindikana, ile ni tasmini tu, ile si tasmini lakini use, use ni kuambia kwa sababu ile tasmini ilitoka baada ya kuskani kuonekana jezi ya Simba inaskaniwa wakaona hata wawavuruge Simba, waingize hiyo tasmini ya thamani. Kwa nini wasitoe wasi, kabla ligi haijaanza, kuwaita mkutano wa dharura wanachama na kuwaeleza hivyo kwamba klabu yetu ina kunafanya tasmini ina thamani ya bilioni mia moja nini na nini na nini? Hawakufanya hivyo. Kilichofanyika ni kwamba baada ya Simba kutrendi kwamba jezi ya Simba inasikaniwa, jezi ya Simba ni bora, wakaingiza hilo jambo sasa tunasema hivi ni siasa yanga wameibezi sana kwenye siasa kuliko mpira na hii ndio inaharibu mpira wa kitanzania kwa sababu leo wamerudi kutoa jezi nyingine hao wa yanga na kusema kwamba jezi yao haing'ai wa ikabidi watoe jezi ni kung'aa wanasema ile ya kwanza ni feki ndio